kwa namba zilizoko hapo chini ikiwa unakusudia kuelekea katika nchi kama za Canada, Marekani, Uingereza, nchi za umoja Ulaya pamoja na Australia. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka nchi ya Iran ilifanikiwa kufanya mashambulizi ya kulipa kisasi kutokana na kile ambacho kimefanywa na nchi ya Israel katika alfajiri ya siku ya Ijumaa. Mashambulizi yaliyofanywa na nchi ya Iran ni mashambulizi ambayo tunayaweza au tunaweza kuyaframe katika njia mbili au kuyatengenezea umbile katika njia mbili. Njia ya kwanza ilikuwa tunasema ni psychological frame na njia ya pili ni strategic frame. Tukisema psychological frame maana yake ni njia ya kisaikolojia. Iran walifanya mashambulizi ndani ya masaa 24 baada ya wenyewe kushambuliwa alfajiri, kufikia jioni, na wenyewe walijibu mapigo. Lengo kubwa tunaona ilikuwa ni kujaribu kupoza madonda ya kisaikolojia ya wananchi pamoja na watu ambao bado wana imani na nchi ya Iran. Lakini ukiachilia mbali hapo, ilikuwa ni majibu kwa hotuba iliyotolewa na Benjamin Netanyahu. Baada ya mashambulizi kufanyika ya nchi ya uh, Israel kushambulia Iran, Benjamin Netanyahu alitoa hotuba fupi ya dharura. Hotuba yake ilifocus katika vitu kama vitatu. Kama malengo mama ya mashambulizi yao ndani ya Iran. Jambo la kwanza ilikuwa ni kuharibu uh, uwezo wa mfumo wa kiatomic ambao unaratibiwa na nchi ya Iran, ambapo lengo lake kubwa Iran wamekuwa wakizungumza ni kwa ajili ya matumizi ya kibinadamu ya kijamii ya kawaida kwa hivyo, mashambulizi yaliyofanyika katika sehemu kama za Natanz na baadaye yakafanyika pia katika baadhi ya sehemu nyingine kama za za Fordo na baadhi ya miji mingine, actually inaonekana the main target au target kubwa ilikuwa ni kwenda kudisrupt mifumo ya kiatomiki, jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine liliweza kuleta athari, pamoja na kwamba si athari kubwa ya kiwango cha kuizuia Iran kuweza kuendelea na program zake, kwa kuzingatia kwamba programu husika nyingi ni programu ambazo ziko chini ya ardhi. Kwa hivyo madhara yaliyotokea juu, kama na tanzi imeshambuliwa takriban mara tatu, lakini madhara yaliyotokea juu bila shaka ni madhara ambayo hayawezi kufanya programu ikashindwa kuendelea. Lakini lengo la pili ambalo alitaja Benjamin Netanyahu ya mashambulizi yao ilikuwa ni kuharibu uwezo wa kibalastik wa nchi ya Iran, maana kuharibu mifumo ya zile tunaita uh, ballistic missiles. Mifumo hiyo na ndio maana inaonekana kwamba wanajaribu ku target katika baadhi ya mifumo ambayo au katika baadhi ya maeneo ambayo kuna system ambao zina support uh, ballistic missile system. Lakini jambo lingine ilikuwa ni kusudia kuiamsha jamii ya, ya Iran ili iweze ku react dhidi ya utawala ulioko, utawala ambao uh, actual umekaa katika muundo ambao Uh, system ambayo inajulikana kama wilayatulfaqihi. wilayatulfaqihi maana yake ni mfumo ambao Supreme Leader, yule kiongozi wa juu hasa, na kwa ni kiongozi wa dini na kisha baada hapo, ndio wanafuata viongozi wengine kama maraisi na mfano wake, mfumo ambao kiasili actually uliratibiwa kwenye mwaka 1978 kipindi cha Ayatollah Khomeini baada ya kufanyika mapinduzi ya kuangusha ufalme uliokuwepo pale na kisha baada ya hapo Ayatollah Khomeini akaingia madarakani na baada ya Ayatollah Khomeini ndo nafasi yake ikaja kuchukuliwa na Ali Khamenei ambaye yuko yuko hivi sasa. Kwa hiyo hizi zilikuwa ni main targets ya kile ambacho kizungumzwa na Benjamin Netanyahu katika hotuba yake. Kwa hivyo mashambulizi yaliyofanyika yalikuwa kwanza ni kujaribu kuondoa saikolojia hii ambayo ilikuwa imetengenezwa au inataka itengenezwe na Israel kupitia mashambulizi ambayo walifanya ndani ya Iran. Cha kwanza, silaha zilizotumika kushambulia ndani ya Israel hasa ni ballistic missiles, ukiachilia okay, mbali drone na vitu vingine ambavyo vilitumika hasa kwa ajili ya kufanya saturation, kwa ajili ya kufanya mifumo ile ya kujilinda iweze kuwa diluted, ilainike kuruhusu silaha ziweze kuingia lakini silaha zilizoingia na kuleta madhara hasa ni ballistic missiles. Na hasa zilitoka katika miji tofauti tofauti, miji ambayo ila Israel walifocus katika mashambulizi yao. Kwa hiyo ilikuwa ni jibu kumfahamisha Benjamin Netanyahu na jeshi la IDF kwamba kile mlichokusudia kwenye kufanya destabilization au kuvuruga mifumo ya kibalastiki ya nchi ya Iran halijafanikiwa, na ndio maana tumeshambulia ndani ya nchi yenu kwa kutumia ballistic missiles. Hiyo ni pointi ya kwanza, lakini pointi ya pili ilikuwa ni katika upande wa uh, zile nuclear sites, kwamba mashambulizi ya Iran kuharibu uh, uh, mifumo ile ya zile nuclear sites ni jambo ambalo kwa hakika halijafanikiwa, hasa kupitia hata ripoti ya uh, International Atomic Energy uh, Agency <clears throat> kwamba mashambulizi yaliyofanyika wamelani kwamba imefanyika katika maeneo ya nuclear site ambao kwa kawaida sio kufanya hivyo, lakini hakuna madhara makubwa ya kiwango hicho ambayo yanaweza yakaelezwa ya kiasi cha kustopisha program iliyopo, e stop, na ndio maana mwisho wa siku bado Marekani imekuwa ikisisitiza Iran ikubali kuingia kwenye makubaliano ya kusitisha programu yake ya nyuklia, na hii ni kuonyesha kwamba maana yake programu ya nyuklia bado haijaathirika kiasi cha kusema kwamba uh, kwa sasa Iran imefikia katika pointi ya mwisho, hawezi tena kuendelea, kuendelea, na mpango wake. Lakini jambo lingine ambalo tumeliona la uh, kisaikolojia ambao limetibiwa na mashambulizi haya ni reaction ya wananchi wa Iran, wengi walijitokeza mitaani kuunga mkono na kuitaka serikali yao ifanye revenge, ifanye retaliation, ijibu mapigo ya kile ambacho kilikuwa kimefanywa na na nchi ya Iran na nchi ya Israel, na bila shaka imefanyika hivyo. Na ziada ya hapo ni kurudishwa tena katika o, mifumo, mifumo ya kiulinzi ya nchi ya Iran ambayo inaonekana ilikuwa imekuwa hadi manake wa intelligence ya Israel iliweza ku destabilize mifumo ya kujilinda ya nchi ya Iran kiasi ambacho waliweza kufanya mashambulizi mengi katika alfajiri ya siku ya Ijumaa. Lakini kilichofanyika ndani ya masaa kadhaa uh, jeshi la Iran waliweza kurudisha mifumo tena ikawa active, na kisha baada ya hapo ikawa inazuia Uh, baadhi ya hataa ya makombora mengine yaliyokuwa yanakuja katika katika wakati wa jioni. Yote ilikuwa ni move ambayo ilikuwa lengo lake kubwa hasa ilikuwa ni kurudisha confidence ya wananchi uh, kwa serikali yao na kwa jeshi lao na ndio vilevile ilikuwa ni hotuba iliyotolewa na Masudi Pezeshkian, rais wa nchi ya Iran pia lengo lake lilikuwa ni hilo tu kwamba uh, kusitiza wananchi kuendelea kuwa na imani na serikali yao, kwamba serikali yao itachukua hatua, na ndio hicho ambacho kimekuwa kimejaribu kufanywa na jeshi la la, la la la la Iran kwenye kujaribu kujaribu kutengeneza ile saikolojia ambayo ilikuwa inataka au ilikuwa inakusudiwa kuharibiwa na mashambulizi ya nchi ya ya Israel, au kama vile alivyozungumza mwenyewe Benjamin Netanyahu. Hii ilikuwa ni katika upande wa wa kimkakati maana, strategic move ilikusudia kusudia zaidi katika kuonyesha uh, athari za kimkakati au uwezo wa kuweza kufanya baadhi ya mipango ya kimkakati katika upande wa mashambulizi. Na tunazungumzia upande wa kimkakati kwa sababu uh, katika maeneo mengi ambayo yameshambuliwa ndani ya Israel ni maeneo ambayo actually ni ya kimkakati na hasa eneo la Kiria. Unapozungumzia eneo la Kiria, unazungumzia ni makao ya jeshi, makao makuu ya jeshi ya nchi ya Israel. Unapozungumzia Kiria, unazungumzia ni uh, makao makuu ya wizara ya ulinzi ya nchi ya Israel. Eneo la Kiria ndio moyo wa saikolojia yote ya ulinzi na saikolojia ya kufanya mashambulizi ya nchi ya Israel. Maanake unapo e, ishambulia Kiria, maanake unakuwa umeshambulia moyo wa Israel katika upande wa kufanya defensive na offensive kwenye upande wa kufanya ulinzi na kufanya mashambulizi, kwa sababu Kiria ndiyo command center, ndiyo sehemu ambayo maelekezo yote yanatoka hapo. Ikiwa kuna operation yoyote ambayo Israel wanaifanya, basi maelekezo kwa hakika yanatokea Kiria. Na Kiria ni sehemu ambayo iko well protected, ni sehemu ambayo ina ulinzi mkali sana sio tu ulinzi wa wanajeshi lakini vilevile mifumo yote unayoifahamu wewe ya, ya Israel ya kiulinzi inapatikana pia katika eneo la Kiria. Maana yake ukizungumzia kuanzia David Sling, ukizungumzia uh, Arrow system, ukizungumzia Iron Dome zinapatikana katika eneo la Kiria, lakini hata ile mifumo ambayo wakati mwingine inaombwa kutoka katika nchi nyingine mifumo kama ya, ya Patriots au Third system ambazo ni mifumo ya, ya kimarekani pia inapatikana katika eneo la Kiria. Maana yake ulinzi katika eneo la Kiria ni ulinzi mkubwa sana. Kwa hiyo kitendo cha Iran kushambulia katika eneo la Kiria ilikuwa ni kupeleka message kubwa, kwamba tunaweza kushambulia mahala kokote na wakati wowote, pamoja na kwamba alikuwa kuna defensive system kali, lakini inaonekana kuna uh, system ilitumika aidha ya kupeleka drones nyingi, ili kuweza ku saturate system maanake kuilainisha ile system ili kuweza kuruhusu attacks ziweze kuingia katika eneo, katika eneo la la Kiria. Pamoja na kwamba uh, kuna baadhi ya mazungumzo ambayo yamekuwa yakizungumzwa na Israeli yenyewe kwamba mashambulizi hayakwenda moja kwa moja ndani ya Kiria, yalikwenda katika uh, ule mnara wa wa uh, magnata ambao unapatikana pale katika katika uh, ofisi ya ya, ya, ya makao makuu ya Kiria, lakini actual ni Kiria yenyewe imeshambuliwa, kwa ushahidi uliokuwa wazi kwa kwa katika, uh, katika makao makuu ya jeshi. Maana yake tunaweza kushambulia sehemu yoyote, na ukizingatia makao makuu ya jeshi. Jambo lingine ambalo inaonekana katika movie iliyofanyika katika mashambulizi ya Kiria, hasa lengo lake ilikuwa ni kujaribu ku neutralize, kujaribu ku uh, nyong'onyesha mfumo wa mashambulizi ya, ya Israel, kwa sababu Israel baada ya kufanya mashambulizi siku ya jana asubuhi, walichokuwa wanaamini ni kwamba system ya ulinzi ya Iran ipo wazi kwa sasa, kwa hiyo wanaweza kuingia na kutoka vile wanavyotaka. Kwa hivyo, licha ya kuamsha mifumo ya kiulinzi ndani ya Iran, walichokifanya cha pili ilikuwa ni kuhakikisha wanapiga katika command center ili kudestabilize, ili kuvuruga mfumo wa jeshi katika kutoa komandi zake katika upande wa mashambulizi, unless otherwise iwe labda i tunaweza tukaona kwamba mifumo ya mashambulizi imebadilika. Mpaka sasa hivi bado pamekuwa kuna mashambulizi katika miji kama ya Tabriz katika miji kama ya Huramabad au Kermansha ambayo mingi inapatikana katika upande wa kaskazini magharibi mwa nchi ya Iran, mkua kuna mashambulizi ambayo yamekuwa yakienda na baadhi ya mifumo ile ya ya kujilinda imekuwa ikifanya kazi ya kuzuia hizo baadhi ya ataki, lakini kuna mabadiliko makubwa baada ya kushambuliwa katika eneo la kidi, kwayo ina maana ilikuwa ni strategic move. Ilikuwa ni move ya like kimkakati kwamba tushambulia mahala gani ili tuweze neutralize kwanza aina hii ya mashambulizi na kisha baada ya hapo tuweze ku build up tuweze kutengeneza mifumo yetu taratibu, taratibu. Kwa hiyo ndio maana inaonekana kama baadhi ya mashambulizi hasa yalielekea katika maeneo ya Kiria na baadhi ya intelligent center ambazo zinapatikana katika mji, katika mji wa Tel Aviv. Ukiachilia mbali hapo, uh, mashambulizi mengine yanaonekana yamepelekwa zaidi katika upande wa airbase. Katika upande wa bezi za anga za nchi ya, ya, ya Israel, na kuna maslahi makubwa ambayo yanaonekana yalitazama na nchi ya Iran. Kwanza inaonekana kwamba walijaribu kuangalia ndege ambazo zimefanya mashambulizi zimetokea katika maeneo gani. Kwa hiyo ndio maana inaonekana kwamba walishambulia katika bezi ya ya Tel Nof ambayo inapatikana kidogo kusini mwa, mwa mwa mwa, Tel Aviv ambao bezi hii ya Telenov manake ni bezi ya kwanza ya anga ya nchi ya Israel, ndio bezi ambayo uh, training nyingi na majeshi ya nje kama Marekani, Uingereza, wapi wanafanya na Israel katika upande wa anga, mara nyingi wanafanyia katika sehemu ya ya ya Telenov. Lakini vile vile, uh, kuna bezi ya Opodo ambayo inapatikana karibia na Eilat, bandari ya Eilat, katika upande wa juu kidogo, maanake kuna bezi ambayo vile vile inaonekana, lakini vile vile walishambulia katika upande wa Nevatim Airbase. Kuzungumzia Nevatim Airbase, ni Airbase kubwa inayopatikana katika upande wa Negev Desert. Okay, zungumzia Nevatim, uh, Airbase ni Airbase ambayo vile vile inalindwa zaidi, kwa sababu imekuwa connected na Uh, kule Marekani katika airbase ile Nevada ambao ni airbase kubwa sana, imekuwa connected na ni airbase hii Nevada team airbase. Ni airbase ambayo vile vile ina ndege kama zile za si F35 ambazo za Marekani wakati mwingine katika eneo la uh, mashariki ya kati huwa zinakaa katika eneo la Nevatim. Kwa hiyo ulinzi vivyo katika upande wa Nevatim ni mkubwa sana, lakini inaonekana kuna mashambulizi yamefanyika huko na kuna madhara ambayo vile vile yametokea katika upande wa Nevatim, Nevatim Airbase. Uh, okay, achilia mbali hapo vile vile inaonekana kwamba kuna mashambulizi yamefanyika katika eneo la Dimona. Uh, wanapozungumzia Dimona maana yake unazungumzia ni nuclear uh, center The biggest nuclear center ya, ya Israel moja, katika nuclear center kubwa ya Israel au nuclear base kubwa ya Israel ambayo inapatikana pia katika- katika jangwa uh, la Negev a inaonekana kwamba kuna mashambulizi ambayo yamefanyika, ukiachilia mbali mashambulizi mengine ambayo yameita yameweza kuleta madhara katika upande wa raia. Maana kuna watu takriban uh, 40 mpaka 50 ambao wamepaswa kupata madhara kulingana na aina ya mashambulizi ambayo yamefanyika, na madhara, namna hii, actually madhara ambayo inaonekana kwamba ya kwa both side katika upande pande zote mbili yamekuwa ya ya ya kujitokeza pamoja na mazungumzo ambayo yamepita katika Umoja wa Mataifa, ikionekana kwamba nchi nyingi zinasisitiza kwamba watu warudi chini, wakae chini, wazungumze wafanye hivyo, lakini inaonekana kwamba hii inawezekana ikawa ni mwanzo, inawezekana ikawa ni prelude, inawezekana ikawa ni mwanzo wa kuelekea katika vita kubwa katika eneo la mashariki, kwa kuzingatia mpaka sasa hivi pamekuwa kuna titifotate ambazo zimekuwa zikiendelea, na kauli ambazo zinatoka ni kauli ngumu. Ukiangalia uh, uh, Israel cards, waziri wa ulinzi wa nchi ya Israel Cuts. Nimezungumza kwamba iwapo Iran wataendelea kufanya mashambulizi basi itahakikisha kwamba Iran yote tunaiunguza. Ni kauli zanaonezo zimetoka. Lakini vile vile katika upande wa Iran wametoa kauli kwamba iwapo nchi yoyote itaisaidia Israel kwenye kujilinda maana yake ukizungumzia Marekani, Uingereza na nchi nyingine za magharibi, Iran itahakikisha sio tu bezi bali vile vile na meli zao wanakwenda kuzishambulia moja kwa moja. Kwa hiyo kuna kauli za namna ambazo zimekuwa zikitoka, ni kauli ngumu ambazo hazionyeshi kwamba mpaka sasa hivi kuna solution yoyote ambayo inakaribia kufikiwa ya kujaribu kuweka sawa haya mambo. Msimamo wa Marekani pamoja na kwamba amewasiliana na nchi kama za Qatar na nchi kama za uh, Saudi Arabia bado msimamo wake ni kwamba uh, Israel inatakiwa isaini uh, makubaliano ya kuhusiana na programu yake ya nuclear. Jambo ambalo waziri wa ulinzi, waziri wa mambo ya nje wa nchi ya, msemaji wa waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran mmoja, katika kauli ambayo amezitoa anasema kwamba makubaliano ya masuala ya nyuklia hayana maana ikiwa kwamba uh, Marekani anajaribu kutumia uh, tunasema kama ni delaying tactics ni kama mbinu ya kuwazubaisha Uh, wa Iran na kisha baada ya hapo nyuma ya pazia Israel anakuja anafanya anafanya mashambulizi. Ni jambo ambalo uh, bila shaka wanaona kwamba haliko sawa, kwa hiyo hatuna hakika sana kama mazungumzo ya Jumapili baina ya serikali ya Iran na serikali ya, ya Marekani uh, kiongozwa na Stephen Witkoff kwenye kuzungumzia masuala ya, ya, ya nyuklia kama jambo hili litafanikiwa kulingana na tension iliyopo hivi sasa katika pande zote mbili, na hususa ikiwa senta ni nchi ya Iran yenyewe. Kwa hivyo tunachokiona mpaka sasa hivi ni kwamba kuna uwezekano mkubwa yakaja mashambulizi mengine ambayo yakawa ni makubwa zaidi katika pande zote mbili. Kuna uwezekano mkubwa, uh, pakaja mashambulizi mengine ambayo yakawa ni makubwa zaidi, kuzingatia kwamba mpaka sasa hivi inaonekana kwamba Israel amekuwa akiendelea kutuma baadhi ya mashambulizi aidha ya drone au vipi, wamekuwa wakijaribu kushambulia katika baadhi ya miji, mashambulizi ambayo kwa upande mmoja au mwingine uh, yamekuwa hayana athari sana, pamoja na kwamba katika usiku wa jana kuna mashambulizi ambayo yaliweza yeti, yeti, kuleta athari kwa upande mmoja au mwingine hasa katika mji wa Tehran katika eneo la uh, Mihramabad mi, eh, kwenye ile airport ya Mihramabad ambayo ni airport kubwa pale katika eneo la Tehran ilionekana kwamba kuna ndege ambazo zilipata madhara kwa upande mmoja au mwingine. Kwa hiyo bado update zimekuwa nyingi ambazo kwa upande mmoja mwingine wakati mwingine zinahitaji kidogo uh, utulivu ili kuweza kuspeculate au kuweza kutambua kwamba uh, mwisho wa hili end game yake hasa inakuwa ni, ni ipi, na pande zote mbili zimejiandaa kwa kiungo gani kwa kile ambacho wanakusudia kukiendea. Kwa hiyo, bila shaka, bado tuna muda wa kuendelea kufuatilia zaidi na kuona kama tunaweza tukapata uh, taarifa na uchambuzi ambao ulikuwa ni bora zaidi ya huu ambao tumekuletea, tukitaraji kwamba kwa hiki ambacho tumekuletea utakuwa umepata faida kwa upande mmoja au mwingine. Langu jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe tusisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na mda mwema.